Hello, wana wa Afrika Chionda Chionda, Chionda. Ubuntu bantu, Afrika ni watu. Nyuma ya kamera niko na sham guys, wanasema the teacher of the witchcraft. Huyo ni mwalimu wa waganga wote na, wa, na wachawi wote duniani sham guys. Yeye ndo alienda aliwashauri, alienda aliwashauri wenzake, akawaambia kwa hakika sisi tumetengwa wakitokea malisi, igigia wakiongozwa na kiongozi wao anaitwa Shamgaz. Niko na Bible ya Enoko, wanamuita Samiaza Shamiaza kwenye book of Enoko. Amesikia uh, wana wa Afrika hapa hapa naongea na nyinyi wana wa Afrika lakini niko na wana wa Afrika wenzangu pembeni huku, niko na ningi shida eh. Wanamuita zetoti the builder of the pyramid. eh Wanasema body like li body like a lion face like a eagle, huyo uh. Ndio ningi shida, na picha yake ile sphinx pale Kemeti ni picha ya ningi shida. Ukiona sphinx wanasema body like a lion face like a farao uh. face like a man, huyo ndio ningi shida aka toti the master builder builder of the pyramid, mathematical the doctor huyo ndo Ningi Shida hapa. Niko na Sham Guys, mzee wa chaos eh, huyo huyo ni master chaos, lakini alizaa watoto wazuri sana waliolewa katika ufalme wa ulimwengu. Huyo ndo Sham Guys. Ni Chionda wachionda niko na vijana wangu, niko na kijana anaitwa Kiembe aka Sham Guys, niko na the boss aka Ningi Shida. Ndugu wana wa Afrika na mwingine lazima mjue timu yangu naocheza nayo. Timu yangu ni timu ya hatari sana. Hawa wote wanaweza kageuza alizi wakageuza chini juu juu chini, hawa ni watu hatari mno, ila na msiombe muaone, kwa sababu mkiwaona mnaweza mkapofuka macho. Ndugu wana wa Afrika, mimi Chonda, Chonda na kampani kubwa sana. Watu wengi wanajua Chonda anaongea peke yake kama zimwi lililoko msituni. Hapana, na timu kubwa ya wote ni wasomi waliobobea katika misingi ya universal. Sisi ni wana ulimwengu na ulimwengu ni sisi na, uli, na sisi ndio ulimwengu. Kwa hiyo wana wa Afrika, chini ya jua hili, sisi tumebarikiwa na jua, tumebarikiwa na mwezi, tuna nguvu za moto, tuna nguvu za upepo, tuna nguvu za hewa eh? Sisi tuna nguvu za bahari, tuna nguvu za mnyama simba. Kwa hiyo we are untouchable. Who dare to touch us eh? This is man, not a not a fable, not a fabricate. The true word from the the mouth of the anointed one. Ndugu, wana wa Afrika, nachoongelea kwamba watu wamelishwa matango poli. Nikiongea mimi Chionda, wanaoji kuna mwingine anajiitwa anajiita sijui muuza maandazi ule Eh, anajiita muuza mandazi. E, muuza mandazi sijui, muuza matunda matunda gani sijui, anauza yeye kazi yake yeye. Ametengeneza kuwa antichrist. Nikuambia antichrist sio Kristo, mnaomjua wewe mpinga fikra. Christ ni high consciousness. Kwa hiyo ukimsikia mtu anaitwa antichristi ni mtu anaopinga wenzake wanaofikiria upeo wa juu wanataka wote wafikirie katika lower deposition au lower position au low consciousness au low vibration, huyo ndio tunamwita Christ la antichrist, kwa sababu Christ ni neno inayokufanya wewe ni mtu aliyekuwa mchaguliwa mchaguliwa na mbingu ambayo ni akili yako sio mbingu ili ni firmament juu kubwa ambayo huwezi kupitisha chochote kwenda angani. Juzi nilikuwa nawaambia hapa, hakuna mtu aliyewahi kufika mwezini, hakuna kiumbe kilichowahi kufika Mars, hakuna kiumbe chochote kilichowahi kufanya maajabu ya kutuma chombo angani. Hizi ni fabriketi ambazo kwa kama ukiwa wewe wa kupokea utasema kweli wazungu wameendelea mwezini wamefika. Nikikwambia wajaenda, atakwambia wewe ulikuwepo. Hayo ni maneno ya wa kijiweni, watu weshakula we skanka weshakula. Uh, wengine wewe, wana matatizo kutumia vitu vya ajabu ajabu, utasikia wewe ulikuwepo. Hayo ni maneno ya wa watu ambao sio watu wako vibrate upeo wa juu. Au ndio watu, watu wanaofikiria upeo wa kishetani, upeo wa chini mwenzio akikwambia jambo mueleze, hebu niambie ulijua juaje, hebu nipe maelekezo. Lakini wewe utaki, unajibu kisera, kama uko uwanja wa afisi unakunywa gongo, utopata chochote. Utabaki kuwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo sio Kristo yule wanaosema zaliwa Nazareti, kila mmoja ni Kristo kwa sababu ni mtu ali kiumbe kilichoteuliwa. Wananii, Waarabu wanaita almasihi, Wayahudi wa Ebrani wanaita masaya masihi, masaya, masaya. Waarabu wanaita almasihi, sisi Waswahili wa tunaita mpinga ufahamu Yaani mtu wowote anaopinga fikra huru, yeye ni mpinga Kristo. Na wazungu wakaja wakawabadilishia, wakawambia Kristo ni mtu aliyekuja na mwili, akala akanywa, akatembea juu ya ardhi, akaomba samaki, akaomba maji, akapanda juu ya farasi, juu ya ngamia, akaazima. Huo ni uongo. Pendagi kutumia neno uongo, niseme siyo ukweli, ni udanganyifu ambayo watu wote menasa katika, katika, katika utando wa watu weupe wanaita website. Ukisikia kitu wanaita website, ni web, ni utando wa buibui. Saiti ni eneo la lipo, lipo ule utando. Wewe uko ndani ya, ya utando, ina maana ushaviringishwa nenda kaangalie, wanaita The Lord of the Ring. Kwanza nataka niwatangazie wana wa Afrika na buku The Lord of the Ring, kitabu nakiuza, nauza dola mia moja na hamsini when Lord of the Ring, the Fellowship of the King na Return of the King. Ninavyo vitabu viwili, viko fulu, havijaharibika, viko fulu, maonyesho fulu, kisomo Hivi vitabu kwa wale watu wa watu wa mahoteli eh, wanatakiwa wawe navyo kwa sababu ya kuwapa wageni wao kuja kusoma hivi vitabu. Vizuri navyo nauza kwa hiyo, ndugu mwana wa Afrika au mtu wowote au mwana wa Adamu, ukitakaposikia tangazo hili na kama unahitaji kitabu simu namba yangu Chionda wa Chionda, sifuri saba nane mbili sita nane ishirini na tatu saba nane moja. Nitaandikia na namba ya utafanya biashara au nitakupa namba baadaye, nitaandikia namba ya meneja wangu mtakuwa mnawasiliana naye. Ndugu wana wa Afrika, Afrika tumelimwa akili, zetu zimeng'olewa, tumebakiwa na vizaru. Kizaru ni ardhi ambayo haizalishi chochote, kama vile walowezi wa Zimbabwe, wazungu minority wa Zimbabwe pamoja na kiongozi wao anaitwa Cecil Rhodes aliichukua Zimbabwe ya asilimia tisini ya ardhi ya Zimbabwe alichukua Cecil Rhodes akawapa waingereza wavamizi. Ndio wale mwalimu Nyerere alikuwa anawaambia ni watu wabaya kabisa, na kweli Cecil Rhodes alikuwa mtu mbaya, ameua maelfu ya Waafrika kwa sababu ya faida ya Mwingereza, kwa sababu yeye ni puppet. British Empire. Sasa, wana wa Afrika, nataka niwaambie kitu kingine ya kwamba uh, white ruling elite, white ruling time now is over. Nakwambia leo kwamba utawala wa wazungu duniani ndio umekwenda kwisha. Bara Ulaya halitokuwa na nguvu tena ndani ya miaka kumi ijayo.

There will not be another soul. Hiki ndio kifo cha utawala wa wazungu, utepu amenira.